Mheshimiwa Dkt. Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Tukio linalofuata sasa ni kiapo. Inaombwa Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Mhandisi Zena Ahmed Said aendelee na utaratibu wa kiapo. Karibu mheshimiwa. Maelezo kabla ya kiapo. Kwa mujibu wa kifungu cha 31 cha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na kifungu cha tatu cha sheria ya viapo nambari 1 ya mwaka 1986, mtu anayechukua madaraka ya urais wa Zanzibar kabla ya kuanza wadhifa huo atakula kiapo cha uaminifu na kiapo cha kazi, na viapo hivyo vitaendeshwa na jaji mkuu wa Zanzibar. Nina heshima ya kutangaza kwamba sasa umefika wakati wa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba na kisheria, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mimi Hussein Ali Mwinyi. Mimi, Hussein Ali Mwinyi.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 Mimi Hussein Ali Mwinyi nahapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo mkunjufu na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba na sheria nikiongozwa na haki, mila na desturi za Zanzibar bila ya kushawishiwa, woga, upendeleo au chuki na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Waheshimiwa viongozi mbalimbali mbali, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kiapo kimetamatika rasmi, ambapo mheshimiwa Rais wa Zanzibar sasa na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya nane, kipindi cha pili, tunaomba tumshangilie. Anakabidhiwa rasmi madaraka ya Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi anasema asanteni sana, ongera zimetawala kwa kweli, tunaomba peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera peperusha, peperusha. peperusha.